Hello. Karibu sana katika mfululizo wa makala zetu za mafunzo za kilimo e, hapa Kilimo Biashara. Leo tunakwenda kuangazia kilimo cha miembe na tutajikita zaidi kwenye faida. Tutaangalia faida mbalimbali, faida mbali. Ah, utakuwa na mimi mtaalamu wako Daudi Mwakalinga na Tuanze moja kwa moja e, embe ni mojaapo ya matunda ambayo yanapendwa sana e, sio Tanzania tu, dunia nzima, na imekuwa ikitambulika kama mfalme wa matunda ama king of fruits. Na embe ni, kilimo cha embe ni mojaapo ya fursa ambaye kwa mjasiriamali yoyote wa kilimo anapaswa kuitizama kwa jicho la tofauti sana. Leo tutakwenda kugusia, tutaenda kugusia kidogo baadhi ya faida zake na kwenye makala nyingine zinazofuata tutaingia kwa kina zaidi. Pia kwanza tuangalie matumizi yake, kwa sababu lazima zao ufahamu matumizi yake ujue e, kina, sukuma, e, faida zake ili kufahamu ni nini ambacho kinasukuma faida hilo zao ni matumizi yake. Kwanza inatumika kama kama tunda kama ambavyo nimesema ikiwa yakiwa yameiva ikiwa, ya, ikiwa uh, kama tunda, lakini pia inatumika kutengeneza juisi, kutengeneza jamu, lakini ikiwa mabichi inatumika kutengeneza chali na product nyingi ambazo eh, za, ki, za kiviwanda ambazo zinatumia eh, embe. Uh, faida nyingine tutaangazia ni za kimazingira yes. Um, kwamba tunafahamu kwamba embe ni, ni ni, ni type ya miti lakini ina faida katika kuvuta mawingu. Uh, ina faida pia katika kuvuta eh, kufyonza ka ndani hewa ya ukaa, lakini pia inatumika kama windbreaker, kuzuia upepo uh, lakini pia inatumika uh, kuzuia momonyoko. Kama una shamba lako linasumbuka na momonyoko uh, embe ni chaguo zuri kwa ajili ya kujikinga na mmomonyoko katika eneo lako. Tuangalie mazingira mazuri yanayo support ukuaji wa embe. Embe zinastawi vizuri sana maeneo ya joto na maji na hasa maeneo ambayo kuna kuwa na mvua za kutosha. Lakini unaweza kufanya kilimo cha embe kwa kutumia umwagiliaji. Lakini pia embe inastawi maeneo yenye baridi kali pia. Tutakuja kuangalia mikoa ambayo inafanya vizuri. Aa, uh, mti huu unahitaji kipindi fulani cha ukame. Kwa mfano kipindi kile cha ukame maeneo mengi, kama mwezi wa saba wa nane wa tisa yes. Inahitaji eh, kipindi cha ukame cha miezi miwili hadi mitatu, ili ku maua. Ndio maana wakuta kipindi kile ambacho hali ni kuna jua ni kali, ni kipindi ambacho eh, embe zinaanza kutoa maua na kutengeneza matunda, kwa sababu kinahitaji kipindi cha stress ili na nikipata maji muda wote bila kupata kipindi cha stress, utajikuta haitoi haitoi maua. Uh, tuangalie aina za embe ambazo ni maarufu. Zipo embe mbalimbali, zipo za kisasa, zipo za kienyeji, lakini kwa hapa tutajikita kwenye aina za kisasa. Aina za kisasa ambazo zinafanya vizuri sokoni, kuna Apple kuna Kenti kuna Tommy kuna Alfonso ya, zipo nyingine kama uh, I mean, kama Dodo, zipo nyingine kama Pama, zipo nyingine sijazitaja zote hapa. Zina aina kama zaidi ya nane mpaka kumi, lakini hizi hapa ni ambazo ni maarufu, na kama unataka kufanya kilimo cha kibiashara ni aina ambazo unapaswa kuzi kuzizingatia kuconsider. Lakini pia tuangalie kie kanuni za uzalishaji wake, kanuni za bora. Kila zao lina kanuni zake special kwenye miembe. E, kanuni ya kwanza ambayo ya kuzingatia ni kuchagua e, aina, aina bora ya, ya, ya embe. E, kama unalenga soko la viwanda, unalenga soko la ulaji wa kama tunda ama unalenga soko la nje, zipo aina zake. Kama ni soko la ndani e, chaguo zipo kama epo Kenti. Kama ni soko la viwandani na ma, mahitaji ya viwanda ambayo ni kwa ajili ya kwenda kutengeneza juisi bolibo na nyingine zinafanya vizuri. Kama ni soko la nje, lazima utafute aina ambazo ni ngumu kama tomi ambazo zinaweza zikasafirishika kwa muda mrefu bila kuharibika, yes. So, kanuni ya kwanza ni kuchagua aina bora ambayo inahitajika na soko ambalo nalolilenga na, na tunaweza kukusaidia katika hilo eh, Kudhibiti wagonjwa kudhibiti magonjwa na, na wadudu yes. Mm, moja wapo ya changamoto ni wadudu na magonjwa katika katika kilimo hichi cha miembe fruit flies, hususani nzi wale wa matunda na wengine. Zipo makala ambazo tume, tumeingia kwa ndani, kwa ndani kwa habari ya namna ya kupambana na hao wadudu wa na magonjwa Lakini pia kanuni nyingine ni kudhibiti magugu, kwa sababu magugu yanaleta ushindani na kupunguza uzaji. Pia matunzo bora kama kusamadi na maji ya kutosha, na, na, kingi, na, na, na, na matunzo mengine. Uh, lakini tuangazie usimamizi katika mwaka wa kwanza, pale panahitaji uangalizi wa karibu kiwemo ku provide shed kwa ajili ya miti hasa kama kipindi cha jua sana, ni muhimu ku provide shed ama kivuli, lakini pia kuweka samadi ya kutosha ili kutunza unyevunyevu. Uh, pia kuipatia maji, pale mwanzo itahitaji umwagilie angalau mara mbili hadi hadi tatu kwa wiki kama eneo ni kame. Kama eneo linatunza unyevu unaweza kumwagia mara moja ama kwa wiki yes. Lakini pia kufanya pruning, pale kufanya pale mwanzo unahitaji ili uweze kuishepu mimea mnani iweze kuja kuwa na matawi ambayo yanazaa vizuri. Hauwezi ukaiacha mimea tu miembe mi, mi, mi, mi ikakuwa tu tu kiholela, yani matawi yanavyotoka tu. Kuna namna ya kuandaa vizuri iweze kuanza kupanda na matawi mangapi, moja, mawili, matatu ambayo baadaye pale katikati patakuwa na na uwazi na ili kuruhusu hewa kwa ajili ya kukontrol magonjwa na vitu na kama hivyo. So hilo ni somo la wakati mwingine tutakuja kujifunza uh, kwa undani zaidi. Lakini hebu tuangalie faida za kiuchumi, faida za kiuchumi. Eh, eh, tuangalie uzalishaji wake eh, kuvuna mpaka uzalishaji inachukua miaka mitatu minne. Kuna aina nyingine zinachukua miaka miwili mitatu hadi minne, kulingana pia na eneo. Maeneo ya joto zinawahi kuzaa, yes, na aina hizi zinakuwa zile zilizobebeshwa. Ukinunua miche ambayo haijafanywa grafting inaweza kuchukua miaka hata saba bila kuzaa. Unashangaa, mbona mmea wangu nimenunua, nimeambiwa na ni kisasa, lakini hautoi matunda? Ni kwa sababu aidha ulichukua ambao haujafanyiwa grafting, haujabebeshwa ama hujaunganishwa, ama pia ulichukua ambao umebebeshwa, lakini wakati wa kuota kile, kile kichwa kilichobebeshwa kikafa, ukatoa matawi pembeni, yale matawi ndio yamekuwa na yatatoa, yatakaa muda mrefu bila kuzaa. So kuna changamoto kama hizo, okay. E, tunakutana na changamoto kama hizo akwambia, nimenunua na miaka saba sasa, miaka sita mche haujaota. So unapochukua miche kutoka kwetu, tunakupa utaalamu, tunakuelekeza namna ya kutunza, namna kuangalia na namna pia ya kuhudumia yes. Hapa tuangalie matunda ya mti mmoja, unaweza kuzaa matunda mia moja hamsini mpaka mia tatu lakini tunaweza tukafanya vilji matunda mia mbili na ekari moja inaingia miche sabini mpaka mia moja kulingana na nafasi utakayokua umetumia kama umetumia mita saba kwa saba itengea almosi miche mia moja kama utakua umetumia nane kwa saba, nane kwa nane utakuwa na renji kwenye miche sabini hapo na tunaangalia kipato kinachoweza kupatikana kama kama kama matunda mia mbili yanatoka kwenye mche mmoja inamaanisha miche kama ni sabini kwenye ekari moja tunatarajia tupate matunda elfu kumi na nne na kama ni matunda elfu kumi na nne, na tukapiga gharama ya chini kila tunda lijua shilingi mia tatu tuna uwezo wa kupata kipato cha milioni nne na laki mbili. Hapa ni milioni nne na laki mbili, laki mbili. Kuna sifuri kadhaa huku hazionekani okay. Okay, yes. So hii ni kwa ekari moja kwa hiyo e, jaribu ku, u, imagine ukiwa na hekari kumi, tunazungumzia ni milioni arobaini na mbili kwa hekari. Na gharama za kuanzisha ku, mradi huu ni tunazungumzia, kama ufanye mifu, kama uweke mifumo ya maji, tunazungumzia gharama za miche ambayo ni kama laki mbili na nusu, tunazungumzia mashimo ambayo ukipiga ya gharama yake haifiki e, laki, laki tano wezi kufika lakini na, uh, miaka miaka, ni uwekezaji ambao utadumu muda na miaka na miaka, kwa sababu hapa tunazungumzia miaka thelathini na kuendelea. Ni kilimo cha muda mrefu. Kama una shamba ambalo unafikiria kufanya kilimo cha muda mrefu, embe ni mojawapo ya chaguo sahihi, na hahitaji e, ule uangalizi wa karibu sana kama ilivyo ma, mazao mengine. Nafikiri hii hapa bado tunaongelea kuhusu mapato yanayotokana hapo Yes, hapa ekari moja tumepiga ni miche sabini uh, matunda mia mbili kwa kila mche, then tunapelekea jumla matunda hayo na gharama, tumepiga gharama ya chini kabisa, lakini kwa mfano kama miembe kama epo, epo gharama nani, bei ya yes, shambani shilingi mia tano mia sita wakati nyingine labda inaweza kushuka labda mpaka mia nne Kwa hiyo hii 300 ni gharama ya chini kabisa kwa, kwa, kwa, kwa maembe ya kisasa so unaweza kuona kwamba kuna potential kubwa sana kupata faida kubwa. Okay, tuangazie takwimu eh, takwimu za kwa Tanzania ni Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinazalisha kwa wingi eh, miembe japo maembe japo uh, ah, still bado kuna kuna fursa ya ukuaji. Tunaona tunazalisha tani laki tano kasoro eh, laki nne na na, na na karibu elfu sitini hapo lakini kwa duniani kwa uzalishaji tunashika namba kumi na tisa. Na mchango wetu katika kimataifa ni asilimia saba. Lengo la uzalishaji linakuwa ukuaji wa, wa, wa, wa uzalishaji wetu unakuwa kwa asilimia moja pointi point mbili kwa mwaka, which inaonyesha kwa bado, kuna potential kwa sababu bado hatujafika, hata hatujaweza hata kuwafikia hata Kenya. Kenya utaona wenzetu wako wametuacha mbali kidogo hapa. Okay, okay, tunaangalia Kenya Kenya wanaenda laki tisa laki tisa wana, laki na takwimu za so, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu So na sisi tuko laki sitano kasoro, kwa hiyo unaona wametuacha mbali kiasi fulani. Okay. Turudi kwenye masoko Yes, masoko ya kuna masoko ya nje na ndani. Hapa nazungumzia masoko ya nje hapa. Tunaona kwa takwimu zilizopo kwamba Tanzania tuna kwa mwaka elfu mbili na tatu tuliingiza dola laki tuli moja ambazo tutokana na mauzo ya embe, lakini tunashika nafasi ya nane katika mauzo ya themanini katika mauzo na maeneo mengi mawzu, ya ni, ya ma, maembe yanayotoka ya na Tanzania yanauzwa katika nchi za falme za Kiarabu, Saudi Arabia, masoko ya Ulaya na nchi za jirani za hapa Afrika Mashariki. Lakini pia kuna fursa zinazokuwa za kuuza maembe katika Mashariki ya kati pia na Asia na masoko ya Ulaya pia okay. Bidhaa zinazochakatwa eh, pia ambazo ni processed kama juisi, rojo na nyinginezo hizo ni fursa ambazo zinapatikana katika mnyororo wa, wa thamani. Okay, hapa tuko naangalia comparison kati ya Kenya na Tanzania. Tunaona eh, tuna Kenya wako mbali kiasi yes, fulani. Yes, kwa, kwa, kwa uhitaji wa miche bora ya matunda unaweza tucheki kupitia namba zetu sifuri saba sita tatu sifuri saba kumi sifuri. Aina tulizonazo tuna eppo, tuna dodo, tuna bolibo, red india, alfonso na nyingine zote. Tunafikisha mzigo popote ulipo, che tulituma kutoka kwenda kwenda Tabora I, apa, kwaenda, kuna ka amboenda Songea, inaenda enda Dodoma. Kwa tuna miche ya miembe, ya michungwa, parachichi, lakini kikubwa tunakupa utaalamu. Hatukuuzii tu miche, tunakupa utaalamu kwanzia hatua za awali, namna ya kuhudumia shamba lako na mpaka utakapoanza kuvuna, tunakupa ushauri bure kabisa. Kwa kama unataka kufanya kilimo cha uhakika, unataka kufanya large scale, una maekari ya kutosha ambayo hauyafanyi kazi na ungetamani uweke kitu ambacho kitaongeza shamba lako ki, nani thamani, lakini pia kitakupa kipato cha kudumu na endelevu. E, unaweza kutucheki tukakushauri e, mazao ya kupanda ikiwemo miembe na, na mingine. Karibu sana, nafikiri tumefika mwisho. Mpaka wakati mwingine, kama huja subscribe channel yetu Fanya hivyo maana makala zinazokuja uweze kuwa wa kwanza kupewa taarifa. Asante sana, mpaka wakati mwingine tena.